Kuwashukuru sana bodi ya saba, mlifanya kazi nzuri sana ya kutukuka, na niungane na mgeni wetu rasmi kuwapongeza bodi mpya ya nane, ambacho naweza kusema hapa mbele ya mgeni wetu rasmi ambaye ni mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda kwamba mimi Amina Makinagi chini ya Makinagi, uongozi wake mgeni wetu rasmi Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, tutawapa ushirikiano wa hali ya juu ili kuhakikisha malengo na madhumuni ya kuanzishwa bodi hii yanatekelezwa kamilifu na siku moja tujivunie uwepo wa bodi yetu mpya baada ya maelezo yao. Kwa heshima na unyekevu na taadhima, nichukue nafasi hii kabisa kwa moyo mkunjufu nikukaribishe sana mheshimiwa mgeni rasmi uweze kuongea na sisi na tuko tayari kupokea maelekezo yako. Karibu sana. Nilikuwa namuuliza hapa shinu hao wajumbe wanapatikanaje, wakaniambia mwenyekiti pia huwa anaomba, si ndio? halafu eh, proses zinaendelea mpaka uteuzi unakuja kufanyika kwa hiyo ni kitu ambacho eh, ni mchakato mrefu. Kwa hiyo niwapongeze wajumbe ambao mmechaguliwa. Na nilikuwa nauliza uliza nikaambiwa katika wajumbe saba aliyesalia katika bodi ni mjumbe mmoja. Yule mmoja yuko wapi? Eh, inaonekana yeye ana kamzizi kake kwenye hii taasisi maana wengine wote wameondoka, lakini mjumbe mmoja amebaki. Lakini hii ni jambo zuri, kwa sababu ni lazima kuwe na uendelevu wa taasisi au bodi, lazima dictionary na kamusi ya taasisi au bodi iwepo, na nafikiri tuendelee kumshauri Mheshimiwa waziri eh, aongeze idadi ya wanaobaki hata wawili, kwa sababu ili iwasaidie wajumbe wapya e, kutokuwa wapya kabisa e, katika bodi e, uendelevu ni kitu muhimu kabisa. Sustainability na continuity ya organization ni lazima iwepo. Kwa hiyo tunakupongeza mjumbe uliyebaki kwa kudra za Allah subhana wa taala. Majukumu ya bodi yako wazi, kwanza ni kuisaidia management kuhakikisha watumia maji wanalipa ada za matumizi ya maji kwa wakati, kutoa vibali kwa matumizi ya maji kwa wakati, kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji au rasilimali maji, kuendelea kutekeleza mpango mkakati wa kuongeza mapo, mapato ya bodi na kuendelea kununua vitendea kazi vinavyohitajika katika kuimarisha utendaji. Hawa watu wa bonde nilikuwa siwafahamu miaka ya zamani. Ikatokea siku nimechimba kisima, kisima kikakaa kama miaka mitatu, nikaja kuletewa karatasi kwamba nadaiwa bili na watu wa bonde, kwamba unapochimba kisima hata kama ni cha kwangu, lakini lazima upate kibali na ulipie kwenye bonde. Sasa mi nikawauliza, nimechimba kisima miaka mitatu imepita, ndio bonde wanakuja? Kwa hiyo silipi chochote na sikulipa chochote kwa sababu panapochimbwa kisima na nyie bonde simue hapo. We nshachimba kisima changu miaka sita imepita ndo unakuja unaniambia hukuwa na kibali. Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya watu hawakuwajibika vizuri wakati huo. Kwa hiyo ndiko nikaanza kujua kumbe hata ukitaka kuchimba kisima chako wewe mwenyewe unatakiwa utozwe fedha na watu wa bonde. Sasa mbona ninapofanya utafiti nyinyi watu wa bonde hamnisaidii kufanya utafiti nipate maji, lakini ninapopata nyie ndio mna chipu hini. Kwa hiyo watu wa bonde pia wanatakiwa kuwasaidia wananchi kufanya utafiti wa kuongeza vyanzo vya nini vya maji, kwa sababu nyie mna rasilimali watu, lakini pia mna teknolojia. watu wanajichimbia visima kama vile wanapapasa kama jongoo. Akishachimba, amekosa maji, anahama hapa, anaenda kwingine. Kwa hiyo mkurugenzi, taasisi yako inawajibika pia kuwasaidia watu kufanya utafiti ili wanapochimba visima vyao na nyinyi muweze kupata maduhuli kutoka kwa watu wa namna hiyo. Tusisubiri tu kuja kukusanya tozo kama ambavyo imesemwa. Hakuna asiye fahamu muhimu wa maji. Maji hata katika miili yetu asilimia zaidi ya sabini, madaktari wanasema inatawaliwa na nini? Maji, hata hiyo damu yenyewe inazaliwa kutokea kwenye maji. Kwa hiyo maji ni kitu muhimu sana, na niliwahi kusoma mahala, wanasema miaka ya baadaye hapo, hata kama ni hamsini ijayo, dunia itaanza ku experience vita, lakini vita yenyewe ni kugombea rasilimali ya nini? Ya maji. E, ukisomasoma vizuri vitabu vya World Bank utasikia mambo kama hayo. Kwa hiyo taasisi hii ni muhimu, kuhifadhi vyanzo vya maji, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala ya maji na vitu vya namna hiyo. Lakini jambo jingine, napenda kutumia fursa hii kuishukuru kwa dhati Serikali ya Dr. Samia kwa sababu imefanya mambo mengi katika sekta hii, lakini leo tunakabidhi magari mawili aina ya, ya Ford Ranger pickup double cabin yenye thamani ya shilingi milioni mia mbili thelathini na tatu mia tatu na kumi elfu. Nia ni kuimarisha utendaji wa mamlaka hii. Sasa tunashauriwa tutunze haya magari ili yaweze kudumu e. Sasa na ndio maana hizi taasisi utakuta wengine magari ya taasisi yamejaa mikaa ya hayana service magari yanaharibika kwa sababu tu mengine, ukifika pale Temesa, juzi nimepita, inauliza hii gari ya nani hii? ya magereza hii, ya nani hii? ya TANESCO hii ya nani? Nimeuliza kila gari moja imekuja lini, miezi minne, tatizo nini? laki mbili. Sasa taasisi inashindwaje kufufua magari yake kwa sababu ya shilingi laki tatu? Lakini ni ujanja ujanja ambao unafanyika ili magari yaonekane hayafai kutumika ili tuuziane wenyewe kwa shilingi milioni tatu. Gari ya milioni mia moja kumi na tatu inabagazwa baada ya miezi sita inawekwa pale inajazwa vumbi ili baadaye iuzwe kwa shilingi milioni tano. Sasa mkurugenzi Shinu na wenzio, hili e, sio shamba la bibi serikali, inaleta magari Yatunzwe yahifadhiwe. Lakini na wewe ungekuwa na magari yako umeyatupa pale TEMESA, ningeshakuambia hapa, kwa sababu nimepita siku tatu zilizopita, pale nimekagua gari za taasisi moja baada ya nyingine. Gari yako ningeikuta na wewe leo, nisingekukabidhi haya magari mapya mpaka kwanza uvufue yale ambayo umekabidhiwa, na lazima pia uwe mkali katika kudhibiti rasilimali hizi, mm? Wewe unapewa gari jipya, unampa dereva mlevi, baada ya wiki moja gari imepinduka, milioni mia moja kumi na tatu imekwenda kwa sababu ya uzembe. Ukiuliza unasema ah, kwa sababu dereva kakaa kijiweni siku nyingi. Kwa nini kakaa kijiweni? Kwa sababu hana utunzaji wa gari, ni mlevi, hafuati sheria, hapendi gari yake. Bora aendelee kukaa kijiweni ili rasilimali yetu iendelee kuwa salama lakini unamkabidhi leo gari jipya. Nilikuwa wilaya fulani, akaletwa dereva pale ofisi ya mkuu wa wilaya siku hiyo. Sasa akaazimwa mkuua wilaya, dereva hayupo, akaletwa dereva. Dereva kila mkienda, hata akiona shimo hakwepi, mnatumbukia. Safari tumekwenda ya masaa matatu lakini kuzaliwa kwa hiyo, na ikasema uu, dereva ngoja tuendelee pole polepole uzalendo ukatishinda kazazi, bora niendeshe mwenyewe kuliko yo, au tuletewe dereva mwingine. Hapa ninajaribu kuemphasize umuhimu wa madereva kutunza hizi rasilimali, kwa sababu serikali inatumia fedha nyingi, lakini kesho tutakuta pale imeshaanguka gari nini, uzembe wa dereva nini. Unaambiwa shinu anasema leo, dereva lazima tufike Dodoma anayeendesha anakwambia, mwenyekiti wa bodi, mimi nimechoka, siwezi kuendelea na nini safari. Wewe unasema waziri ameniita, lazima tufike wapi? Dodoma. Sasa badala ya kufika Dodoma utafika mbinguni. Kwa hiyo tusiwalazimishe madereva wanapochoka kwamba ni lazima tuendelee, halafu wewe unajua waziri amekuita siku nne zilizopita. Kwa nini uondoke a day before hiyo appointment? Kwa nini usiondoke mapema zaidi, mkasafiri mwendo salama na mkaweza kufika? Lakini haya magari pia sio magari kwa ajili ya mwenyekiti wa bodi wala wajumbe wa bodi. Wakati mwingine, mwenyekiti wa bodi anataka awe kila siku gari iwe nyumbani kwake, tena awe anaiona imebaki pale barazani. Mwenyekiti wa bodi sio mtendaji, viko vikao vya bodi vinamlazimu mwenyekiti afuatwe na rasilimali hiyo. <coughs> Lakini wenye viti wengine wanataka na yeye hii gari sasa igeuke gari yake ya kuendea shamba, na mkurugenzi anaogopa kusema kwa sababu bodi ndio inayomdhibiti. Sasa mimi ni nina hakika mwenyekiti, wewe na mwenyekiti wa zamani, tabia hiyo hamwezi kuwa nayo. Kwanza nyinyi wenyewe magari mtakuwa nayo na kama huna gari, mimi nafikiri hata sifa ya kuwa mwenyekiti nayo inakuwa imepungua. Unakuwaje mwenyekiti hata gari huna, hata ya zamani? Tutamshauri aweso atengue uteuzi kwa sababu unakuwa umepungukiwa. Kwa hiyo wakati mwingine hizi rasilimali ni chache, ndio maana sasa mwenyekiti naye achaguliwe mwenye nafuu na ya maisha <laughs> Sisi Waislamu tunaambiwa ukienda kuoa angalia sifa nne, moja kati ya sifa huko unakooa kuna nafuu kidogo, ili ukiishiwa umkope hata baba mkwe. Sasa mwenyekiti wa bodi yuko hoi, anategemea bodi ndio imlishi huo. Ah, uh, sio mwenyekiti sahihi wa bodi. Inatakiwa mwenyekiti wa bodi, siku nyingine mkurugenzi ikaishiwa mafuta, unasema pita pale kwenye sheri yangu, weka lita mia, kachape kazi ndio tunataka wajumbe wa namna hiyo, unanielewa mwenyekiti? <laughs> E, si tunaambiana hapa hapa, hatutaki wenye viti ambao wanataka waje hapa wageuze kwamba kuna ofisi ya mwenyekiti hapa. Mwenyekiti anakutana kwenye vikao na wajumbe wake. Unajua, nilikuwa sehemu fulani nikiwa mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri siku zote nasi anasikiliza kero za wananchi, amekaa pale na ofisi yake unawafanya watumishi wasifanye majukumu yao, na kila mwananchi anayekwenda anasikilizwa kero, anaambiwa haya, mkuu wa idara aje. Kwa hiyo sasa ofisi ya mwenyekiti ikageuka ofisi ya nini? Ya utendaji eh. kwa hiyo mwenyekiti wa bodi anakuja kwenye vikao na kwenye dharura, lakini pia mwenyekiti wa bodi na wajumbe, iko siku muhimu pia ya kuwasikiliza hata watumishi wa taasisi ili muweze kujua na wenyewe wanaishiishije mjini. Kwa sababu mara nyingi viongozi nyinyi yamwambi ukweli, mnadanganywa na huna muda. Mimi sidanganywi, kwa sababu mimi simu yangu kila mtu anayo, kwa hiyo ananiambia mkuu, hapo umedanganywa. Kwa hiyo nikija hapa nasema ule ukweli naojua. Kwa hiyo mwenyekiti pia na wajumbe ni vizuri kuwa na mawasiliano, ili mkurugenzi akiwa anapicha picha baadhi ya mambo nyinyi mnakuwa na njia zenu, namuuliza hivi hili limekaaje? Atajua tu kwamba huyu mwenyekiti mambo mengi anayajua au ana njia za kupata nini taarifa. Mwenyekiti, si umenielewa? Haya, kwa hiyo nimalize kwa kusema hivi, serikali ya Rais Samia katika kipindi cha miaka minne hapa Mwanza imeleta fedha jumla ya shilingi bilioni 264 nukta nane katika sekta ya maji mjini na vijijini ndio maana upatikanaji wa maji umehama mjini kutoka asilimia hamsini na saba hadi 85 na kwa vijijini kutoka asilimia hamsini na saba hadi asilimia sabini na saba kwa mfano m -m miradi ya maji mjini peke yake shilingi bilioni 164.4 4 lakini pia maji vijijini peke yake fedha jumla ya miradi 80 yenye thamani ya shilingi bilioni mia moja nukta tatu imetekelezwa. Sasa sina haja ya kutaja taja kila wilaya kila nini. Jambo la msingi tumekuja hapa, tumekuja kwa ajili ya mambo mawili: kuzindua bodi, na mimi ujumbe wangu nimeshawapa mwenyekiti na wajumbe wako wa bodi. Nimeeleza kwa kifupi kazi za mwenyekiti ni zipi, lakini pia mwenyekiti anatarajiwa aweje na wajumbe waweje. Lakini e, nimeeleza umuhimu wa vifaa tunavyo vikabidhi, magari yatunzwe ili yadumu. Lakini pia e, mwisho sasa, kazi yangu ni kutamka kwamba hii bodi imezinduliwa rasmi.